Jenzii ya sasa hii itakuwa na taifa la Kitanzania la namna gani hapo baadaye? Kwanza tunapozungumzia Jenzi, watu wanapaswa kuelewa ni kizazi ambacho chenyewe hakifuati ya utaratibu, yaani utaratibu. Ndio maana unaona sehemu iliko hapa hapa, yeye anapita katikati na boda. Ni sawa kutokufuata utaratibu? Sio sawa mm. Lakini ndio kizazi kilichopo, ndio nyakati zao hmm, kwamba hichi ni kizazi ambacho ukimwambia juu ya maadili anapata hmm. mashaka. Yeye anataka ni kizazi ambacho hakina hofu, hakiogopi chochote. Ndio maana ukipita hapa na polisi wote wamebeba mabunduki na mabomu ya machozi, kwa jenzi huo ni mchezo tu, yeye aogopi kitu, anaona sawa tu hayo. Wana faida kwako, kwangu hayana faida kwa hiyo eh, kwa nini tunasema zile four wala? Ili hawa wabadilike warudi wawe wenye kufuata taratibu sheria na kanuni. Sisi wengine tuko kwenye wale wanaanzia miaka arobaini na kuendelea, sisi ni millennium. Sisi tuna uoga ndani, tuna hofu. Sheria inasemaje? Utaratibu unasemaje? Maadili yanasemaje? Dini inasemaje? Sijui nini ina... si millennium. Hawa Gen Z hana cha kupoteza. Ndio maana kumfanya huyu jenzii amia awe millennium wanafata taratibu ni lazima, sisi millennium ambao ndio tuko kwenye utawala ndio viongozi e, sisi tunatakiwa tuwe na cha kufanya kwa jenzii. Kwa maana kwamba tuangalie sera zetu zinaendaje, tuko na kilimo kwanza, tuna ishu ya Tanzania viwanda, twende tuboreshe hayo maeneo, ili hawa wawe na cha kupoteza, awe amejenga awe ana ajira awe na familia awe na mali. Akiwa na hivyo vitu awe na imani, akiwa na imani, ana hofu ya Mungu, anacho cha kupoteza. Kwa hiyo hawa wakiwa na cha kupoteza wanacho, maana yake sio rahisi kuona mtu anapigwa risasi pale naye akasema nipige na mimi, ajue kwamba akifa harudi, ni hasara kwetu sisi tuliobaki. Kwao sisi ambayo ni millennium, sasa tunaofuata taratibu na ndio tuwatunga sera sisi, ndio tuangalie tunawezaje ku accommodate hawa. Kila mkoa uwe na viwanda vya kutosha, uwekezaji, mikopo kwenye kilimo, taratibu huko. Tuwe na uongozi wa kimkakati kwenye maeneo ya kilimo, kwenye maeneo ya viwanda, kwenye maeneo ya ya, ya, ya, ujasiriamali ya, tuwe na mkakati huko na tuweke nguvu nyingi. Tukiweka nguvu nyingi, nchi itaenda, na hapo hakutakuwa na tatizo. Lakini kama hiyo haitoshi, tutoe gepu kati ya walionacho na wasionacho. Yaani ile hali ya hawa kuwa na na, na fedha nyingi, alafu kuna kundi kubwa hapa hapa katikati wanacho kila hapo, alafu lingine lililozidi wote sisi halina kitu kabisa. Tunajidanganya wenyewe, hatuwezi kuja kuwa na utulivu hata siku moja kama gep ya walionacho na wasionacho itaendelea kuwa kubwa hivi lakini pia lazima tujue population kubwa ni ya watu gani? Twende tukichukua watoto ambao hawajafika miaka kumi na nane, tukawachukua na hawa Gen Z tukawaweka hapa katikati, ni asilimia takribani sabini na tano. Kwa hiyo takribani asilimia sabini na tano ya Watanzania ni, ni, ni, ni, ni vijana. Hii nyingine tunagawana watu wa umri wa kati na wazee. Sasa usipodili na hii asilimia sabini na tano kwa akili wa Israeli maana yake ni kwamba amani inaweza kupotea, uzalendo unaweza kuondoka, kila kitu kinaweza kisiwepo na hii hali inaweza isiishi. Kwa hiyo ni lazima kuja na mkakati wa kuwasaidia hawa. Ni wakati ambao tunatakiwa kujitathmini upya katika, katika uongozi wetu wa kimkakati. Tumekaaji watu wapunguze kujipenda wenyewe zaidi, tulipende hii taifa na watu wake, watu wapunguze kujithamini wenyewe zaidi thaminiane ikusudi tutengeneze Tanzania iliyo bora na Tanzania yenye msingi wa amani na haki.